Licha ya kampeni iliyokuwa ikiendelea nchini ya kupambana na visa vya dhuluma za kijinsia, katika kaunti ya Kajiado visa vya wanawake na watoto kudhulumiwa bado vikiendelea kuongezeka. Actually in

This kind of animosity, this kind of hatred. Kwenye kikao kilichohudhuriwa na wanaume walieleza licha ya wao kudhulumiwa nyumbani na kazini, wamechagua kusalia kimya kutokana na unyanyapaa wanaopitia wanapojitokeza na kuzungumza.

Na katika kaunti ya Lamu visa vya ubakaji kwa watoto vikikithiri kuzua wasiwasi, hali hiyo ikiathiri pakubwa masomo ya mtoto wa kike. Nataka kusema wakati jambo lolote limetokea, kitu ya kwanza kufanya hakikisha umepeleka ujumbe police station, hiyo ni jambo la kwanza. Mwakilishi wa kina mama kaunti hiyo Monica Marubu akitoa onyo kwa wahusika wa ubakaji kuwa chuma chao kimotoni. Wewe ukishika mtoto mdogo, hakuna njia ingine, unafungwa maisha, na tuko na majaji hapa Lamu Kaunti, in fact wanafunganga maisha. Ukitukishika na mtoto bora, tumefuatiliza ile kesi to the end. Unahakikisha kwamba tumekufunga na tumefunga maisha. Sasa wakitoa wito kwa kauli moja kwa serikali mashirika ya kupambana dhuluma za kijinsia na wananchi kutoa hamasa kwa umma na kutokomeza visa hivyo. Tusitumie sheria kwa mkononi mwetu. E, wale ambayo kama kuna njia yoyote dhuluma imetokea hasa kwa watoto wadogo, dhuluma yoyote ikitokea tuende kwa polisi e, kuna sheria, mahakama itafanya kazi yake. Tuwe na semina hasa kwa makanisani, hasa kwa makanisani. Tuwe na mikutano a, kwa familia pia, watoto wetu wakubwa wetu wadogo wetu tuwafunze. Tumefundishwa tu, tu kama wakati mambo zetu haziendi mzuri, tunaweza kuongea. Kuna machifu, kuna, kuna vile organization tunaweza enda na tupate usaidizi. Sebastian Maria, Undugu TV.